Ah, jamani huu ni muda wa kuanza. Jamani, huu ni muda wa kuanza kitu chochote kile ambacho ulikuwa umepanga kukifanya mipango yote. Jamani, huu ni muda wa kuanza. Unajua, muda mwingine tunakuwaga tuna knowledge kichwani, lakini tunashindwa kujiweka kwenye practical. Hapo ndo tunapokuwa tunakwama. Kwa mfano, unakuta mtu anaangalia sana tutorials kwenye YouTube, anakusikiliza sana motivation, anasikiliza watu walioendelea kwenye kwenye hizo sehemu ambazo wanataka kuwa, alafu wanaishia tu kuangalia, wanasikia, wanaishia kuangalia wanaishia kusikiliza. Ni muda wa kuchukua action, jamani, tufanye vitendo. Kwa mfano kama mimi na nataka kuanza kufanya sales, na kwa muda mrefu sana nilikuwa nikisoma vitabu nimesoma vitabu vya negotiation, nimeandika nimeandaa mimi mwenyewe sana ya vitu hints mbalimbali mbali. Lakini kila siku naona kama vile, naishia tu naishia tu kusoma, naishia kuangalia, naishia kujiamini kwamba ninaweza ku negotiate au naweza kufanya sales, lakini sijawahi kuingia mtaani hata siku moja niseme niuze kitu fulani au nitafute kampuni fulani ambalo lina shida na kitu fulani nikiweze kuwasaidia kufanya hiyo sale au kufanya biashara aina yoyote. Sijawahi. Ni kama vile kuogelea, ni sawa na mtu anayeangalia video za kuogelea anajifunza kuogelea kwenye video. Ataangalia mwezi wa kwanza wa pili, mwaka mzima, ukimtupia kwenye maji anazama, anafariki. Kwa hiyo jamani, tuanze kufanya vitu ambavyo tunataka kuvifanya. Kuvisoma tumevisoma, knowledge tunayo, lakini hatuna uhakika, uhakika kama tunaweza, tunaweza kuvitumia practically, hatuna uhakika kwamba tunaweza kuingia field na hivyo vitu kweli, tukavifanya tukaachieve kitu fulani. Unajua, ni bora uanze kufanya kitu hata kama unaamini kwamba hauna knowledge ya kutosha. Hamna siku ambayo itafika utasema utakuwa tayari. Kila siku hatupo tayari. Kwa hiyo tuanze tu hata kama hatupo tayari, tuanze hata kama hatupo tayari. Unaogopa kuulizwa maswali magumu, ujui totote? Nenda kaanze interview kesho, utaulizwa swali ambalo utarudi kwenda kulifanyia kazi. Ukienda kwenye interview inayofuata, kuna kitu unaenda unakijua. Watakuuliza kitu ambacho ukijui utaenda kukifanyia kazi, utaenda sehemu nyingine, utaulizwa kitu ambacho ukijui, utafanyia kazi, unaendelea kupata knowledge. ila ukisema kwamba ukae upate knowledge mpaka uwe tayari ndo uanze kwenda itakuwa ni kitu kigumu kwao. Jamani, tuanze kufanya vitu ambavyo tunataka kuvifanya, tusihisie kuvifikiria tu. Hatupo tayari, tupo tayari, tuanze kesho. Mimi naanza kugonga mlango mmoja baada ya mwingine kutafuta watu wa kufanya sales Najua nitakosa, nitapewa majibu magumu, lakini najua kuna kitu nitakipata kila sehemu ambapo nitakuwa nakataliwa. Kila sehemu nitakayokataliwa, kuna kitu ambacho kitanifanya nitakiongeza, kitanisaidia kwenye sehemu ambayo itafata, kesho, kesho kutwa, mwaka, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, nitakuwa hebo kufanya sales ndogo ndogo na kubwa kubwa. Kwa hiyo jamani, tusiishie kusoma, tusiishie kuongea, tutake action.